Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa mara nyingine tena ni furaha kubwa kwangu kukutana nanyi ahbabi ikhwani fillah kuja kuwasilisha mbele yetu mada inayosema amradhu alumma min amradhi al-umma tataja nubdhatun yasiratun an amradhina ambayo insha Allahu taala asa tukajifunza ndani yake na kupata ilaji. Watukufu wa Islam, kila tunapokutana na kupeana nasaha kama hizi huwa zinatuhusu sote, na haina maana kwamba muhadhara yeye ndo amesalimika na maradhi hayo, ana kuja kuwahutubia watu ambao wamepewa mtihani na maradhi hayo. Namwogopa Mwenyezi Mungu na najikinga kwake nisije nikawa miongoni mwa watu wanaowadhania wenzi wao hivyo, na namwomba Mwenyezi Mungu na saa hizi zinifae mimi kabla yenu nyee, kwani wanasema, walladhi yaamuru nnasa bituqa wahuwa ghairu taqiyin katabibin yudawi nnasa wahuwa alilu, yule anayeamrisha watu kumcha Mungu Wakati mwenyewe si mcha Mungu ni sawasawa sawa na daktari anayetibu watu wakati yeye mwenyewe mgonjwa. Sipendi niwe daktari mwenye kutibu wakati mwenyewe naumwa. Mwenyezi Mungu anipe mimi kabla yenu yale ambayo nitayaomba. Mwenyezi Mungu atupe sote katika dini na dunia na akhira ilaja li amradina. Amradhi tuuguayo ni mengi mno. Na kila maradhi tunaweza kuyahusisha na darsa kamil au jilsa kamila ambayo inaweza

ambaye ndio tabibul a'dham, tutapona maradhi yote. Ndio maana George Bernard Shaw alipoisoma historia akasema, wallahi law anna Muhammad ibn Abdullah kana bainana fi hadhihi al-ayami la halla mashakil al-alam kullaha. Huyu Muhammad ibn Abdullah angekuwepo leo dunia hii tunayoishi sisi, basi angetatua matatizo ya ulimwengu mzima, angetatua matatizo ya dunia nzima, na ndio hivyo hivyo angetibu maradhi ya magonjwa yote duniani kwa sababu alikuwa ni tabibu, alikuwa ni rasulu, alikuwa ni ni bwana ambaye amespecialize katika mambo yote. Ametumwa na Allah kuja kutoa solution ya tatizo la dunia. Mtume anatuambia la tadkhulu aljannata hatta tu'minu. E, ikiwa ndoto zetu sote ni kwenda peponi, maana tunafanya haya yote ili Mungu atujalie tuende peponi. Binadamu anapenda sana kulipwa, hapendi kufanya kazi bure bure. Nakumbuka kile kisa mwanamke alipomnyanyua mtoto pale katika viwanja vya hija, akamuuliza Mtume, unasemaje kuhusu huyu, anapohiji hija yake vipi huyu? Ala hadha alhajj, naye huyu pia anatakiwa ahiji na akihiji, anapata kitu? Mtume kawambia naam lakini aliongeza na lengine, kama walivyokuwa watu wa fasaha na balagha, huwa wanapenda kukupa zaidi kuliko ulichoomba. Akamwambia walaki al ajri, walaki al ajri. Sio kwamba huyo anatakiwa ahiji na yeye tu, na wewe uliokuja naye ukahiji naye unalipwa. Kwa nini alimwambia hivi? Kwa sababu anajua tabia ya mwanadamu, anapenda kulipwalipwa. Na ndio maana Mwenyezi Mungu hakutuleta duniani tukafanya kazi ya bure nasema mwisho wa haya yote kuna mambo ametuwekea malipo ya yale ambayo tulikuwa tunafanya. Jazaan wifaqa, malipo yanayoafikiana na matendo yao. Sasa pepo ndo malipo makubwa. Kila amali Mungu anakuambia atakupa kadha, ukisali atakupa kadha, ukifunga atakupa kadha, ukitoa zaka atakupa kadha, ukienda maka anakuambia alhaju lmabrur laisa lahu jaza illa ljanna. Kila kitu anakuambia atakulipa, kwa sababu sijiisi kufanya kazi ya bure. Sasa sisi ikiwa tunaikimbilia tuna, tuna, pepo tunaiota pepo kila siku tunataka kwenda peponi. Mtume anasema hamwezi kuingia peponi mpaka muwe na imani. Pasipoti ya kwenda peponi ni kuwa na imani, wala tu'minu hata tahabbu. Na hamwezi kuwa na imani mpaka mpendane, lazima yawepo mapenzi kati yenu. Mtume anauliza awala adullukum ala shaiin idha faaltumuhu tahababtum. Sasa huko kupendana pia kuna kazi kubwa, ndio maana Mtume akataka kutuuliza, je, ni kuambie ni jambo ambalo mkilifanya mtapendana? Kwa sababu so mapenzi hayaji hivi hivi, mapenzi yanatengezwa. izra lhub tahsudu lhub, wanasema panda mapenzi upate kuvuna mapenzi Huwezi kupata kama we hukupanda. Give and take, toa ili uchukue. Sasa kupendana, na hakuwezi tu kushuka kutoka mbinguni tukapendana. Kuna vitu vinatufanya tunapendana, na ndani ya kupendana kuna kizuizi, kuna kizuizi na kuna kibarua, na kuna tabu, na kuna kazi kubwa ambayo itatufarikisha kati yetu na mapenzi. Na ndio maana Allah katika Qurani akasema, ya ayuhaladhina amanu Man yartada minkum an dini fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, enyi Waislam, mkiacha dini mkaritadi mkamkufuru Mungu, mkarudi nyuma, Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuwaleta watu wengine, ambao hawa watu watakuwa na sifa gani? Mungu anawapenda na wao wanampenda. Mwenyezi Mungu kataja kilima cha kupendana tu, hakusema yati biqaumin aktharu minkum salat aktharu minkum idrakan aktharu minkum siyaman wahajan wakadha wakadha wakadha, kazitaja la yuhibbuhum wa yuhibbunah, watu ambao watakuwa wanampenda Mwenyezi Mungu na Mungu anawapenda, kwa sababu kuanzia katika kitu cha kupendana ndipo panapotoka kitu chengine chochote. Utakuwa uko tayari kutekeleza amri, utakuwa tayari kufa kwa ajili yake, utakuwa uko tayari kulifanya zito likawa jepesi kwa sababu unapenda pale ulipokuwa, hupendi kila kitu kinaharibika. Sasa hapa ndipo tunapokwenda kusoma kutoka kubana, kwa Bwana Mtume kwamba kumbe hata huku kwenda peponi hatuwezi kwenda mpaka tuwe na imani, na hiyo imani hatuwezi kuipata mpaka tupendane. Sasa jiulize, je, unampenda mwenzako Mwislamu? Jiulize, huyo jirani yako alokuwa hapo unampenda kikweli? Jiulize, mapenzi kati ya Waislamu unayaonaje? Hasa katika nchi yetu, katika miji yetu, tuko vipi sisi Waislamu kimapenzi? Jiulize maswali mingi kweli kweli, na utapata majibu mengi. Kisha baadaye, Mtume anakwambia ikiwa humpendi mwenzako wala hamupendani, nitawajulisha kitu ambacho kitachochea na kuhamasisha jambo la nyinyi kupendana: shu salama bainakum, peaneni salamu Mkionana salimianeni, kuweni na uso wa tabasamu, mwe na bashasha, mwe na upendo, mtapendana, mtakwenda peponi inshallah. Allahumma jaalna minhu, amin. Miongoni mwa maradhi ambayo tumeonjwa nayo, tuko nayo sisi, maradhu alhiqd, walhasad, walbughd, walghill, walshahna. Haya maradhi yote yanafanana, lakini yote jungu lake ni moja, ndio maana nimeyataja yote. Chuki, hasad uovu uadui, mafundo tuliowekeana katika nyoyo, hata sisi Waislamu baina yetu, kwa sisi kwa sisi hayo mambo yapo, tena ni makubwa sana. Kama Waislamu wa kweli hatukupaswa kuwa na tabia hizo. Na ahakikishe mtu yoyote mwenye tabia ya chuki, hasad, mafundo na uadui katika moyo wake hawezi kwenda peponi, kwa sababu watu watakaokwenda peponi wana sifa zao maalum, na wametabiriwa ni watu aina kadha, na hao watu Mwenyezi Mungu amewajalia katika hii dunia, wamesafisha nyoyo zao, sio wachafu. la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min alkibr, haingii peponi mtu ambaye katika moyo wake kuna mithqala habatin min kibri mfano wa mdudu chungu au changarawe ya kiburi na kiburi ni moja katika maradhi bali ulama wanasema alkibru aslu, aslu dhunubi kulliha kibri ndo asli ya madhambi yote unayoyajua wewe na hayo madhambi ya kibri ndo kunashuka baadaye hasadi na chuki na bughdha na vitu vingine vyote hatuwezi kwenda peponi kama tuna maradhi hayo lazima tujisafishe kwa nini nasema hivyo kwa sababu aya tunazozisoma sasa hivi zinatuonyesha wazi, mwenye chuki, mwenye fundo, mwenye hasad, mwenye hiqdi, mwenye bugdha, huyo hawezi kwenda peponi. Msikilize, Allah anasema katika suratul A'raf, aya nambari 42 mpaka 43. a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim

mafundo na bughdha na hasadi, kila aina ya uchafu ainao hautokuwemo katika nyoyo za watakuwa katika mabustani. Njoo katika aya za pili, pia zinaelezea watu wa peponi, inna lmuttaqina fi jannatin wa uyun, hakika watu wema watakuwa katika mabustani watakuwa katika pepo na mito inayotiririka maji huko peponi. Udkhuluha bisalamin aminin, wataambiwa na malaika, ingieni kwa salama usalimini, ingieni kwa amani katika mabustani hayo. Kisha anasemaje? wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana, tutaondoa katika vifua vyao mafundo na chuki na hasadi, watakuwa ni ndugu. Ala sururin mutaqabilin, watakuwa katika makochi, katika vitanda, katika viti vya fahari, wameelekezana, huku wanazungumza, huku wanahadithia yaliyopita huko katika dunia. La yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin, hawatopata shida huko peponi wala hawatotoka, wataishi huko milele. Aya nyingine ukizisoma pia zinakuelekeza hayo hayo. Katika suratul Hashri aya namba 9 mpaka 10. Allah anasema walladhina ja, walladhina tabawwa ad-dar wal iman, wale waliokaa mji wa Madina, yani ansari wakapata iman. Hawa waliowafikia ndugu zao muhajiri, ni sifa kubwa waliokuwa nayo: walladhina tabawwa ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim

ghilla lilladhina amanu, unaziona zote zimefanana na zote zinaelezea watu wa peponi na watu wakubwa waliomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, kitu kilichowapa fahari ya kwenda peponi na kusifiwa na Bwana Mtume na Qurani na ulimwengu mzima ni nini? Nyoyo zao zilikuwa safi, hawakubughudhiana, hawakuchukiana, na walikhtalifiana hivyo walikuwa na ikhtilafu nyingi sana. Nasema ikhtilafu kwa sababu leo ukitizama chuki zetu zote tunazochukiana, eti kwa sababu tunakhtalifiana kidogo tu, mpaka tumekuwa hatutaki hata kumsikiliza shekhe fulani kwa sababu eti anakhtalifiana na sisi, hatutaki kupenda hata kumwona fulani, eti kwa sababu yeye na manhaji yetu sisi hatwendi. Uislamu wetu sisi tumeutoa wapi? Taalim kama hizi zinatupeleka katika tabia za kibri

lakini huku kuna watu hawajamsujudia Mungu kuanzia wazaliwe, na wengine wamsujudia Mungu Ijuma mpaka Ijuma, wengine wamsujudia Allah Ramadhan mpaka Ramadhan. Wengine wamsujudia Allah Idi mpaka Idi, bali wengine don't care, wanasema mimi si sali na kesho naenda peponi na Mungu mimi simtambui, na huyo hamsali wala hamsujudi Allah mpaka siku atakapobebwa katika. Aktafir rijali ila almasjid la liyusalli bal liyusalla alayhi Sio, anakuja kusali anakuja kusaliwa yeye. Baadaye huyo anapelekwa ila maathuwa alakhir, salimna ya Rabb. Yote ni maradhi yameibuka katika kifua chako, yakaona kwamba hakuna Mungu. Upuzi mtupu. Dunia hii tunajiendesha kwa material. Na mambo matatu yalokuzunguka wewe mwanadamu, hayo ni mambo muhimu sana. ala rasika alwahi wa n yaminika nafs wa an shimalika madda. Juu yako kuna kitu kinaitwa wahi. Kitizame vizuri. Kulia kwako kuna kitu kinaitwa nafsi, kiongoze vizuri. Na kushoto kwako kuna kitu kinaitwa mada, material. Hii nayo itizame vizuri. Binadamu sote tumezungukwa na vitu vitatu hivi. Wahyun ala ruusina. Wahyu kwa juu ya vichwa vyetu. Ukitaka kuishi vizuri katika hii dunia, tizama wahyu juu ya kichwa chako na kuamrisha nini. Hapa uende au usiende. Hapa ukamate usikamate. Hapa ufanye usifanye.

Aujue wahi unasemaje, maisha yake natakiwa awe vipi? Sio aje hapa duniani aseme tu ataitu. Walakin, nani lastu adri min aina ataitu, mi nimekuja lakini sijui natoka wapi. Abadan, unatakiwa uangalie wahi unasemaje kuhusu maisha yako na mfumo mzima wa life, alafu baadaye itizame nafsi yako. Kad aflaha man zakaha wa kad khaba man dasaha, itizame nafsi

In lam tushghilha bilhaq shaghalatka bilbatil, kama hukuishughulisha wewe kwa mambo mazuri, itakushughulisha wewe kwa mambo machafu na mabaya. Kama hukuipeleka wewe, itakupeleka wewe wewe. Umekamata khatamu, ipeleke nafsi iambie, na kupeleka huku huku, sitaki, nataka huku, kula hiki hiki, usile unaichagulia. Tena unachagua kile ulichopata katika wahi, unakilisha nafsi yako. Kisha mada mada, maana yake ni material

Hawa watu ndio watu wanatabu sana kwa sababu wamesahau mambo mawili makubwa, wahi na nafsi, wakaibuka na maradhi mbalimbali stasati lilajati ale hakuna, hakuna dawa, huwezi kupata dawa. Kibri, kujiona zinazalisha hivi vitu tunavyoviita hiqdi na chuki. Mbona Waislamu tunachukiana? Sisi tunaona maajabu leo kwa Uislamu, sio alofundisha Bwana Mtume Muhammad